Bwana Yesu asifiwe. Uh, tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku njema ya leo ambayo Bwana ametupa, uh, ambapo tuna somo letu lenye kichwa nguvu ni kushinda ubaya kwa wema, nguvu ni kushinda ubaya kwa wema. Uh, tunasoma somo letu katika kitabu cha Warumi sura ya 12 na mstari wa 21. Warumi kumi ma hivi usishindwe na ubaya bali umshinde ubaya kwa wema. Usishindwe na ubaya bali umshinde ubaya kwa wema, kutokana na ubaya, ubaya wema. E, kichwa chetu cha somo kwa nguvu ni kushinda ubaya kwa wema. Wengi wetu wamekuwa wakiona kulipa kisasi kama ndo nguvu, lakini kulipa kisasi ni dhaifu. Unapokuwa unajipanga kurudisha mabaya, yaani unapomtendea mbaya tatizo juu ya tatizo, yani we, we, e, na maana wewe wamekushawishi kufanya kama alivyokufanyia. Uimara au nguvu kutoka katika kusamehe. Ina maana unapokuwa na uwezo wa kusamehe unaweza kufanyia mema aliyekufanyia mabaya, hiyo ndio nguvu ilipo. Ndio maana Bwana Yesu alitufundisha kuwa tuwatoe mema, tuombee ai zetu, tuwafanyie mema hata wale wanaotuudhi. Lakini wewe unataka aliyekufanyia ubaya umfanyie ubaya, aliyekutendea hiki jino kwa jino, na kitu kifanyike hivyo, unakuwa eh, dhaifu. Lakini mtu imara ni samehe. Tunakosea, tuna tunakosea Mungu wetu. Hata katika sala ya Bwana, Mungu utusamehe makosa yetu kama nasi tunapowasamehe wanaotukosea. Kwa maana mtu uliyemsamehe utamtendea mema hata kama alikutendea ubaya kwa Ninakuhimiza na kukwambia kwa nguvu, kipo katika kushinda ubaya e, kwa wema. Kwa sababu gani? E, kwa sababu neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Mithali, kitabu cha Mithali 17 na mstari wa 13 kuwa arudishaye mabaya badala ya mema, uovu hautaondoka nyumbani mwake. Arudishaye mabaya badala ya mema, uovu hautaondoka nyumbani mwake. Kwa maana gani? Kwa maana wewe ukifanywa uovu